Mheshimiwa Waziri, a, kundi la mwisho ni eneo la usafi wa mazingira. Ni eneo la usafi wa mazingira ambapo a, kwenye swala la afya Mheshimiwa Waziri halitofautiani na eneo la usafi. Kwa hiyo pia tuliandaa tuzo kwa ajili ya waliofanya vizuri kwenye eneo la usafi wa mazingira. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuzo hizi kawaida huwa unazitoa kila mwezi Novemba, lakini mwaka jana hatukuweza kufanya hivyo, tukaona tujumuishe leo kwenye zoezi hili, na jumla ya makundi kumi na moja yalishiriki, ambapo kwa kila kundi tuna washindi watatu, kwa nafasi ya kwanza, ya pili na ya, na ya tatu. Na nitaomba tu ni wa, ni, nitaje kwa uwakilishi ili kusudi tuweze kuokoa muda. Mheshimiwa mgeni rasmi, Naomba tuanze na halmashauri za mitaa. Hapa tuna mshindi, mshindi wa nafasi ya, ya tatu ni mtaa wa Sido, mji wa Njombe. Na mshindi wa nafasi ya pili ni mtaa wa Nazareti, mji wa Njombe. Lakini mshindi wa kwanza ni mtaa wa Rengua, manispaa ya Moshi. Naomba, na kuna watakaopata cheti, kuna watakaopata tuzo mbalimbali mbali. Lakini kwenye wameshafika <mimitation> Mheshimiwa Waziri, naomba niende kwenye halmashauri za manispaa. Manispaa ya tatu ni manispaa ya Iringa, manispaa ya pili ni manispaa ya Shinyanga na mshindi wa kwanza ni manispaa ya Moshi. Moshi toke! Mheshimiwa Waziri, kwenye kwenye kategori ya majiji nafasi ya tatu imechukuliwa na jiji la Arusha, nafasi ya pili imechukuliwa na jiji la Mbeya, na nafasi ya mshindi wa kwanza imechukuliwa na jiji la Tanga Tanga. Tanga, pokea, pokea, pokea, pokea, pokea, pokea, pokea.